Serikali yenu ya CCM iliyoamua uamuzi wa kuweka ruzuku. Ruzuku maana yake nini? Mfuko wa mbolea unauzwa laki na nusu, serikali inagharamia elfu sabini na tano, inayobaki sabini na tano ndio analipa mkulima. Katika miaka mitano inayokuja, nataka niwahakikishie ruzuku ya mbolea itaendelea. ruzuku itafanya nini? Itaendelea ruzuku ya mbolea, ruzuku ya mbegu itaendelea. Lakini sasa tunataka kuimarisha kilimo cha umwagiliaji kwanza. Tunataka kuweka miundombinu sehemu mbalimbali, mabwawa na hata maji ya ziwa Victoria ambayo yanapita huko. tunataka nayo tuanze kuyatumia kutoa matoleo ya mifugo kwa ajili ya wafugaji na matoleo kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Sasa tumekuja kuwaomba tena ridhaa maana ni Chama cha Mapinduzi pekee ndicho kinachojua ni wapi tuliishia na wapi tuanzie tuendelee. Tuko sawa? Ndio yeah. Maana tumekuja kuwaomba ridhaa tena mwaka huu 2025 mtupe, tuko sawa? Salamu. Na hii ridhaa ni kuidhihirisha hapa mbele ya mgeni wetu na katibu wetu mkuu wa wazazi, ili aweze kuwaona akitoka hapa aseme kweli, wana Mwamala wamenifurahisha. Sikikadi cha mpiga kura, hakikisha unakilinda mpaka itakapofika tarehe 29 Oktoba. Usimwachie mtoto, usimwachie baba, usimwachie mama, usivipeleke kwenye vikoba kwenda kukopea mikopo, si ndio? Hey, tusifanye hivyo tafadhalini sana. Ile ndiyo haki yetu ya msingi ya kuweza kupiga kura. Tunahitaji sana sana ni maji na umeme na mabarabara yetu, yaani yaoboreshwe ya na, na zaanati sana sana maji, kwa maana maji tunafata mbali mno. Natamani mbunga ajae atuletee umeme na maji kwa sababu tunateseka. Tunahitaji atuletee tena barabara atutengenezee.